Karibu tena kwenye darasa letu la leo, tunaendelea uh, kuona mbinu nyingine za kuiteka uh, akili au moyo wa mpenzi wako. Hii ni part 2, ni mwendelezo wa part 1. Aa, naomba leo nikuletee tena mbinu tano za kuteka moyo wa mpenzi wako, hususan kama unataka mpenzi wako akupende zaidi, akuelewe, akuwaze wewe tu. Hakikisha eh, moyo na akili yake unaimiliki. But huwezi kufanya hivyo kama mpo distance au kama kuna gipu. Hii ina maana mna nafanya haya unafanya haya mambo kama mpo wote ha? tafuta video, uh, video ambayo zimeifundisha uh, namna ya kuiteka akili ya mpenzi wako part 1 utaiona. Ina maana hii ni mwendelezo wa part 1, hii ni part 2 nikukumbusha kwamba kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana nasi katika chaneli yetu ipendwa, unaweza ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa kwanza kabisa kupokea apdet mbalimbali tunazozituma hapa mara kwa mara. Tuendia moja kwa moja mbinu ya kwanza: mthibitishie mpenzi wako unavyompenda. Yamkini upo naye, mpo vizuri, Make sure unamwambia mara kwa mara unamdhibitishia unavyompenda, ha, kila baada ya dakika tatu bana. Huwa tunasema wanawake wanasahau kama wanapendwa jamani. So mwambie mpenzi wako, amdhibitishie mara kwa mara, mwambie tu unavyompenda, kwa jinsi unavyomhitaji, kwa jinsi unavyo unavyo ambavyo huwezi kuishi ha, bila bila yeye. Hakikisha unamwambia mara kwa mara na kumkumbusha jinsi unavyompenda. Vilevile uh, vile wanawake kumwambia uh, mpenzi wako kwamba na wewe unampenda, but wenye njaa zaidi uh, ya kukumbushwa kwamba wanapendwa zaidi ni wanawake jamani, ni sisi wanawake ndo wenye njaa zaidi eh? ya kusikia uh, ili neno ya kukumbushwa kwamba unapendwa kila mda. Mbinu uh, ya pili Kumdhibitishia unavyomuhitaji. Dhibitishia unavyomuhitaji. Kumpenda mtu na kumhitaji ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukampenda mtu lakini usimuhitaji, sio? Ninaelewa hapo? Unaweza ukampenda mtu lakini usimuhitaji. Unapo muhitaji mtu, unataka awe na wewe, aishi na wewe eh, uwezi kukaa bila yeye. Endelea kuonyesha kuwa si tu unampenda bali unamuhitaji. Mwoneshe, mwambie hata kama hata kwa maneno eh, kumwandikia teksti eh, mwoneshe tu kumwandikia teksti unavyomuhitaji. Ah, wababa wengi wanakosea, wababa wengi wanakosea sana. Wanahitaji wake zao kwa sababu fulani fulani, labda anamhitaji mke wake kwa sababu ya mtoto ah, na unakuta labda mwanamke anamhitaji tu mwanaume kwa sababu tu ana mtoto wake pale mwanamke wanahitaji wana watoto, pia anakuwa na furaha anaposikia unamuhitaji. Jamani, wanawake ni kama watoto hmm. Anakuwa na furaha sana anaposikia unamhitaji. Hiyo ni siri na kutunzisha baba. Mbinu namba tatu, mpe muda wako huyo mume wako au mke wako Jamani, mpe mda wako huyo mme wako au mke wako. Toka ofisini mapema, mwambie nimekuja kizuri changu nimekuja nimekuja. Ha? nimekuja mapema kwa sababu ya wewe. Nimekuja mapema kwa sababu nimekumisi. Nimekuja mapema kwa sababu nimeshinda kuvumilia bila kuona uwepo wako. Yani, mpe mda, mpe mda, ha? Mpe mda mme wako, mpe mda mke wako, tenga mda Mpikie ale chakula kizuri mda, e? Mwingine sio mpaka tu. Jamani, hii ni kwa dada hasa au kwa mama nakuta sio muda mwingi, labda chakula tu kinatengwa na dada wa kazi, chakula tu jai kupata muda hata kumpikia mume wako chakula. Tenga muda kwamba jamani, leo anaingia kupika chakula cha baba wangu, eh, leo anaingia kupika chakula cha mume wangu. Sio mume wako tu, bali unasema leo anaingia kupika chakula cha baba watoto wangu. Hii ah, ni raha ikoje jamani, ni raha sana Hmm? Unapoandaa chakula kwa ajili ya mpenzi wako, ina maana umetenga muda. Hicho chakula imagine kinafuaje? Ina maana kinakuwa kitamu zaidi, kitamu kabisa, kwa sababu umejiandaa, umetenga muda kwamba leo umeitengea hiyo siku, umeitenga hiyo siku, ukatenga muda. Ha? kwa hiyo jamani, tujifunze mpe mda mpenzi wako, mpe mda mme wako, mpe mda mkeo, mpe mda hata, mpaya, ku, hata mpate kuzungumza baadhi ya mambo yenu. Hakika ukifanya hivyo ni mbinu ambayo ni mojawapo ya kuiteka akili ya mpenzi wako. Ambinu namba nne, mwagie mabusu na makisi ya kutosha, tunasema ni lando mkisi Hakuna vitu ukivifanya jamani, kwa mpenzi wako ni kama unaweka muhuri kwenye moyo wake. Halo, yaani kuna vitu ukivifanya, unaweka muhuri kwenye moyo wake. Akienda popote atakukumbuka tu, anaposali atakukumbuka sio tu. Ukifanya tendo la ndoa kwamba harakaraka, hapana litakufanya labda akukumbuke. No, weka vitu vidogo. Vitu vionge vidogo vidogo vinamfanya mtu akukumbuke, hata ende wapi, hata afanyeje, lazima atakuwa anakukumbuka. Wengine anasema ah, kwa sababu mimi labda nampa tendo la ndoa anikumbuka. no. No. Unajidanganya. Vitu vidogo vidogo kama hivyo au na mkisu unamfanyia vitu vidogo vidogo tu, ina maana vinamfanya mtu akumbuke siku zote za maisha yake, hata akifanyaje anakukumbuka na wewe ah, na mbinu namba tano, epuka uongo. Epuka uongo. Baadhi ya vitu ambavyo vinakaa ndani ya moyo na akili za wapenzi wetu ni pale tu tunapoonekana ni wa kweli. Kwa ukiwa mkweli ina maana unaiteka akili ya mpenzi wako. Wapenzi hawapendi kudanganywa. Mwambie ukweli. Eh, mwambie ukweli, hata kama unataumia, lakini uo ni ukweli. Tunasema kwamba ukweli usioupenda ni ukweli pia. Eh, mwambie ukweli hata kama unajua kwamba nitamwambia ukweli ataumia. Nitamwambia ukweli sasa, nichukulia hapa na mwambie ukweli, hata kama akiumia, anajua kabisa huu ni ukweli ambao haujapinda. Huu ni ukweli ambao hauna longolongo longo, hauna chenga, chenga. Eh, uongo utamfanya mtu utamfanya mume wako utamfanya mke wako ashindwe kuteka moyo wake. Uongo utamfanya mume au mke ashindwe kuamini ashindwe kuelewa, ina maana anakuona ni waongo tu. Ina maana ukiwa mwongo, huwezi ukauteka moyo wa au akili ya mpenzi wako, kwa sababu kila saa atakuwa anachukulia tu wewe ni mwongo tu. Kwa hiyo ili uweze kuuteka moyo au mpenzi moyo au akili ya mpenzi wako hakikisha unaepuka uongo, hakikisha unakuwa mkweli. Yu, ndani ya ukweli. Uh, ukweli una, una, una, unafanya uh, mtu atembea akijua kabisa kwamba wewe ni mkweli, na maana nakuwa anakuwa naamini kabisa kwamba kila unachomwambia ni ukweli, kwa sababu hauna ile uh, hauna ile mambo ya uongo uongo. Huwa wewe ni mkweli siku zote. Uh, nikukumbusha kwamba uh, Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Asante kwa kunisikiliza. Nafikiri haujajutia kutumia embi zako. Uh, karibu kwenye kipindi kijacho.